Leo tunakuletea hadithi ya kusisimua na ya kipekee sana, ya mnyama mjanja sungura na mnyama mkorofi fisi. Hebu tulia, sikiliza, na ujifunze katika hadithi hii iitwayo Sungura na Fisi: mchezo wa Mwisho. Zamani za kale, kabla dunia haijabadilika na miti kuwa michache, palikuwa na msitu mkubwa, maridadi na wenye utulivu uliotawala hewani. Humo aliishi Sungura, mnyama mjanja zaidi msituni. Alikuwa mpole, mwenye heshima, lakini akili zake zilikuwa na maajabu. Pia humo humo, aliishi Fisi mwenye nguvu, lakini mvivu, mchoyo, na mwenye hulka ya kutumia hila kupata kila kitu bila jasho. Siku moja, msimu wa ukame ulitanda msituni, vyanzo vya maji vikakauka, matunda yakapungua na nyasi zikawa nyekundu kama jua la jioni. Wanyama wote walijikusanya kwa mkutano mkuu wa msitu ulioitishwa na mzee Tembo. Ni lazima tushirikiane ili tusife kwa kiu, alisema mzee Tembo kwa sauti nzito. Kila mnyama awe na mchango wa kuleta maji kutoka mtoni mkuu ulioko upande wa pili wa mlima wa hofu. Wanyama wakapanga zamu. Sungura akajitolea siku ya kwanza, akavuka milima na mabonde kwa bidii, akarudi na pipa dogo la maji. Twiga akafanya hivyo, hata kobe kwa mwendo wake wa taratibu akaleta maji. Lakini fisi, kila alipopangiwa siku yake, alitoa sababu. Nimevunjika mguu, alisema huku akikunywa maji aliyoyaiba usiku. Leo nilishambuliwa na nyuki aling'aka. Siku nyingine, mimi ni mlinzi wa usiku, siwezi kuchoka mchana. Wanyama wakaanza kumtilia shaka, lakini hakuna aliyekuwa na ushahidi wa kumlaumu moja kwa moja. Sungura akiwa mwepesi wa akili, aliamua kumfundisha Fisi somo la maisha. Siku moja, Sungura alisafiri hadi Mtoni Mkuu, lakini safari hii hakurudi na maji. Badala yake, alirudi na mkoba wake ukiwa umejaa matunda ya ajabu, machungwa mekundu na meusi yenye harufu ya kupendeza. Wanyama wakamshangaa. Haya ni machungwa ya mtoni, yana uwezo wa kuondoa kiu kwa siku tatu kwa tone moja, alisema sungura kwa sauti ya siri. Lakini hayawezi kuonwa na mnyama mchoyo wala mvivu, kuonekana tu kwa wale waaminifu. Fisi aliposikia hivyo, tamaa ilimwingia kama moto wa jangwa. Alijifanya kuwa mwema, akajitolea kwenda kuchota maji kesho yake. Kwa mara ya kwanza, wanyama wakampongeza, lakini sungura alicheka moyoni. Usiku ulipofika, sungura alimwomba kobe ampelekee fisi ujumbe wa siri Kesho asubuhi, funga macho kwa dakika tatu. Ukifika mtoni, utaona machungwa ya ajabu yakielea juu ya maji. Fisi aliamka alfajiri kwa msisimko, alikimbia kuelekea mtoni bila hata kula. Alipofika alifanya alivyosema, akafunga macho kwa dakika tatu, lakini badala ya kuona machungwa, akasikia kelele. Huyu ndiye mwizi wa maji! Mnyama mchoyo ameshindwa kujifunza! Fisi alipofumbua macho, alikuta wanyama wamelizunguka eneo la mto. Kumbe Sungura alikuwa amewafuata kimya kimya, na kuwaeleza ukweli wote. Pia alikuwa amewapanga wanyama wote wafike mtoni asubuhi hiyo. Mzee Tembo alisogea mbele, Fisi, umetumia hila zako vibaya, hujatoa mchango wowote, lakini umeiba maji ya wenzako. Leo hii tunakupa adhabu ya kuishi nje ya msitu kwa majuma matatu. Ukirudi, utaleta maji mara tatu zaidi ya kawaida, ili kulipa ulichokula. Fisi akaomba msamaha, lakini hakuna aliyemhurumia. Aliondoka akiwa mnyonge na, kwa mara ya kwanza, alielewa kuwa ujanja wa kuiba hauwezi kudumu. Sungura alitazama kwa mbali akatabasamu. Alimgeukia wanyama wenzake na kusema, hekima haikai kwa wenye nguvu tu, bali kwa wale wanaotumia akili kwa wema. Tangu siku hiyo, msitu ukawa mahali pa ushirikiano, upendo na bidii. Wanyama walisaidiana zaidi na kila mmoja alitambua kuwa wajibu ni wa wote. Fisi aliporudi baada ya adhabu yake, alibadilika akawa miongoni mwa wachotaji wa maji hodari kabisa, na kila alipomwona sungura alinyenyekea kwa heshima ya kweli, na hadithi ikawa imeisha. Asante kwa kusikiliza hadithi yetu ya leo, Tunu za Kiswahili. Usisahau kujiandikisha, kupenda na kushiriki hadithi hii na marafiki zako. Hadithi zaidi zenye za mafunzo zaja za kila wiki. Mpaka wakati mwingine, tunakutakia amani, hekima na upendo.